Ima leo nimekuletea changamoto moja. Kuna changamoto moja ambayo imekuwa inaikumba hii sekta ya kilimo. Hii agricultural sector inakuwa affected na hii changamoto sana. Leo nimekuja kukueleza angalau jue nini kinaendelea yani. Nini kinaendelea? Changamoto yenyewe ni ipi? Ni hapa. Nani anapanga bei ya mazao kati ya mnunuzi na mzalishaji ambaye ni mkulima? Tunasema price negotiation between a farm and a buyer. Sasa mkulima, unatakiwa ujue kitu kimoja kwa uh, saa hizi au tuseme oh, kilimo, sekta ya kilimo kwa saa hizi, tunasema anayepanga bei ya mazao ambayo yamelimwa na mkulima ni baya mnunuzi. Kwa nini? Njoo angalie, mkulima, umelima mazao yako, umesafirisha, umepeleka sokoni. Ukifika sokoni, utamkuta mnunuzi. Mnunuzi utamwambia mimi bwana, nimekuletea mazao, nataka nikuuzie kwa bei hii ye mkulima yeye, ye mnunuzi anachokwambia, atakwambia angalia, nina mzigo mwingi tayari. Hii bei uloniambia haitonilipa, na hata hivi ukiangalia hapa tu, hapa tupo wengi tunauza bidhaa hii hii hi. au mazao haya haya na ni mengi ukiangalia, le, au leo tumepata mzigo mwingi. Kama hutokubali nichukue kwa bei hii, basi unaweza kwenda nao, lakini swali linakuja, mkulima, umetumia kosti za kusafirisha mzigo toka shambani mpaka sokoni. Na ukiangalia hizo kosti ulizotumia, ukisema tena utu, utumie kosti nyingine utoe mzigo huo sokoni urudishe nyumbani kwamba ukatunze, usubiri siku nyingine, wakati mazao yatakuwa machache kule sokoni ndio upeleke, kosti ya kurudishia mzigo nyumbani utatoa wapi? Au hata kama unayo, je, siku ukija kuuza hayo mazao yako yatalipa zile kosti zote? Ni hapana. Hapo hapo, changamoto nyingine inakuja. Hata ungerudisha mzigo kule nyumbani, una una una magala ya kutunzia? Una mashine ambazo zinaweza kufanya ku prolong life span ya mazao? Una na unakuta pengine unakuta ni mkulima amezalisha perishable commodities ambazo tunasema, kwa mfano mkulima amezalisha nyanya au ndizi, ni vitu vinavyooza kwa muda mfupi sana. Shumu nyanya au ndizi imeiva, amepeleka sokoni kule, haweza karudi nazo maana najua hata kirudi nazo ni kesho tu zinaoza kwa, na kinachotokea pale ni nini? Anaamua tu auze huo mzigo wake kwa bei ile ile iliyotajwa na mnunuzi. Hapo ndo unakuja unapata picha kwamba unakuja unapata picha kwamba baya has a more power in price negotiations than a farm. Sasa mkulima, hivi kama hali itaendelea hivi hivi kwa kesi ya agricultural sector, kuna maendeleo kweli? hata kama maendeleo yapo basi ni kidogo sana, yaani sana sana mkulima mta, nyinyi wakulima, aidha mkulima aidha ni mazao haya mazao ya mashambani au ni ufugaji labda ng'ombe au kuku au kivyovyote, maana ndo wale wale wanakuja wanapangiwa bei na wanunuzi. Sasa wakulima, mnaweza kufanya kitu gani? Au wafugaji, mnaweza kufanya kitu gani kuweza kuepuka hiki kitu cha kupangiwa bei na wanunuzi? Mkulima, nimekuletea solution angalau kidogo na ujue angalau ni kinamna gani unaweza mkaikwepa hiyo hali ya kupangiwa bei. Yani unae, umelima umetoa jasho lako, umetumia cost afu na fiku unapangiwa bei ambao kimsingi nakupa hasara, haikulipi. Ah, tukija tuk, tukiangalia tutumie reference ya nchi zilizoendelea kidogo, maana ndo tunaendelea huko, lazima tutumie hizo nchi tuone wenyewe wanafanyaje. Wenyewe anachofanya kwanza, wakulima wanakwaje, wanajuana, wana zile cooperatives tunasema, wametengeneza farmers cooperative, wanajuana wale na wana ushirikiano yani, wakulima wanakaa chini, wanaangalia, ili tuweze kukuongeza bei ya mazao yetu tunatakiwa tufanyeje? Aidha, kule sokoni mazao ni mengi, mwaka huu tuzalishe kidogo, kiasi kwamba tulaizi bei kule sokoni, au kule sokoni kule, labda unakuta kule sokoni tunasema bei imepanda sana, bei imepanda sana, kiasi kwamba product inakosekana. Wakulima wanakaa wanaamua, ah, huu mwaka kuna uhaba wa mazao kule sokoni tunatakiwa tukae chini, huu mwaka tuzalishe kwa wingi. Kwao nakuta wakulima ndo wanakuwa na nguvu kubwa kwenye price ukiconsider na baya. Uh, pia kitu kingine mkulima, kwa kesi ya, kwa kesi ya hii ya kupangiwa bei ni ni hizi sela, sela, angalau mjaribu kuongea au kama kuna namna kwenye labda tuseme matamasha au mikutano ambayo inafanyikaga na viongozi wa serikali mnaweza mkawambia au mkatoa mapendekezo yenu alifanyie kazi wangai, wapange wa sera ambazo zinamsaidia mkulima kwenye masuala ya bei. Maana bei ndio inamtesa mkulima. Wakulima wanazalisha ndio, lakini wanafika kule wanapangiwa bei ambao hata kutegemea. Hivyo ni vitu ambavyo mkulima kwa leo nilikuletea kidogo ufikirie na wewe kama kuna njia nyingine mkulima nafikiri unayo au unaiona, labda hii hapa inaweza ikasaidia kupunguza kupangiwa bei. Ni vizuri unaweza ukashirikisha na wenzako kama leo nilivyo amua kukushirikisha hiyo kulingana na nchi zilizoendelea kidogo, wanapofanya yani wana ushirikiano, wakulima wanajuana quality au tunasema quality ya product anaozalisha mkulima mmoja ndio quality ya product anayozalisha mkulima wa pili, kwa wanakuwa walisha negotiate kwamba tunazalisha kiwango gani kwa quality gani na kwa yani hivyo, au yani quality na quantity zote walisha negotiate wakamaliza, kisha baki utekelezaji. Msimu unafika wanatekeleza, na hawa violate kama kama sisi huku nakuta labda mkulima anaweza kasema ah inakuweje nipangiwe kuzalisha kidogo wakati mimi nina maekali kumi ikali kumi mwenzaka na moja, wakati nye pale mlivo, labda mlivo kama kajadili kwamba uh, hapa tunatakua tuzalishe labda maindi isizidi eka tatu. kila mtu azalishe isizidi eka tatu. Lakini mtu ana eka kumi anaona hapana, hii ndo nafasi nye mnapozalisha kidogo, mimi nizalisha sana kitambacho hapana. Kwenye nchi zilizoendelea, kwa kulima wanakubaliana, wanafanya kitu kimoja na wanakubaliana kwamba tunatumia mbegu gani na tutazalisha kwa kiwango gani. Asante. kama unaswari, ka kupitia, kukoment, ka una swali unaweza ukauliza kupitia hicho kisanduku cha kucomment au unaweza uka, uka, uka, uka follow. Pia kama wewe ni mdau wa haya mambo ya kuhusu uchumi au tuseme shughuli za kiuchumi zinazomkabili, yaani mtu mmoja mmoja au tuseme microeconomics, nadili na uchumi wa mtu mmoja mmoja, unaweza ukanifolo au ukasubscribe, hapo tukaendelea kushare mawazo. Asante.